Lakini wapongeze pia viongozi wote ambao wametajwa hapa. Ni kutokana na ushirikiano wenu ndio maana mafanikio haya yanapatikana. Mehakikisha kwamba shughuli zinaendelea vizuri lakini vilevile mehakikisha kwamba uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura katika awamu ya kwanza unakamilika vizuri na tena kwa ufanisi. Ongeleni sana. Mafanikio haya ni makubwa sana. Yapo mafanikio mengi ambayo yameorodheshwa na yanatekelezwa kwa mujibu wa sheria. Kwa sasa tume imeshaanza kutekeleza zoezi la uboreshaji wa daftari awamu ya pili unaofanyika sambamba na uwekaji wazi wa daftari kwa ajili ya wapiga kura kuanzia tarehe moja Mei 2025 na tano inatarajia kukamilisha zoezi hilo Julai 4, 2025. Niwaombe kwamba jambo hili liendelee kufanyika vizuri. Hatuna wasiwasi na utendaji wa tume. Hatuna wasiwasi na utendaji wa watumishi wa tume. Kwa hakika tuna imani nanyi sana. Tunaamini kwamba uishaji huo na uboreshaji utakuwa umefanyika vizuri, kwa viwango vya juu, kwa mujibu wa katiba, sheria na taratibu mbalimbali ambazo zimewekwa. Kukamilika kwa zoezi hilo la uboreshaji wa kudumu wa daftari la kudumu la wapiga kura ni hatua muhimu sana katika maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Hivyo ni wapongeze, lakini ni waombe kwa jambo hili tuweze kulifanya kazi kwa makini. Ndugu wafanyakazi, napenda kuwashirikisha kwa kuzingatia katiba, sheria, kanuni na taratibu katika kutekeleza majukumu ya tume. Na hapa, ndugu wafanyakazi, najua kwamba kutakuwa na mishale mingi. Jambo hili ni la kisiasa, na wakati fulani, kutokana na sura mpya ya tume, linaweza likawa na changamoto ya uelewa kwa watu wengi. Wala msife moyo Ninyi mmesimama katika zamu ya kutuelimisha sisi sote huku mkihakikisha kwamba demokrasia nchi yetu inazingatiwa na kudumishwa. Hivyo jipeni moyo na songeni mbele. Ni muhimu hata hivyo, kuhakikisha kwamba tunaepuka maneno na matendo ambayo yanaweza kuleta mushkeli au kuleta uvunjifu wa amani na kuhatarisha maisha ya Tanzania. Niwaombe kwamba ninyi muwe mstari wa mbele kuhakikisha kwa kwamba amani ya nchi yetu inadumishwa, lakini vile vile kazi ya uchaguzi inafanyika ipasavyo. Tumeshakamilisha uboreshaji wa awamu ya kwanza na meshachakata na kutoa dafa la awali na meshakamilisha uboreshaji wa awamu ya pili, e, ruti ya kwanza na ruti ya pili, na sasa tunategemea kuanzia tarehe 28 mwezi huu tutaanza uboreshaji wa awamu ya tatu katika vyeo vya mafunzo kwa ajili ya wa kuandikisha wanafunzi waliokumia kifungo cha chini mwezi sita pamoja na mahabusu kwa Tanzania Zanzibar, lakini pili wafungwa E, walifukuzwa kichinjio, kifungo cha miezi sita na mabusu kwa pale Tanzania Bara. Na jumla ya vituo vya uchaguzi vinavyotumika ni 140, kati ya hivyo vituo 130 viko kwa magereza na ngome mbalimbali Tanzania Bara, na vituo kumi viko kwa mafunzo hapa Tanzania Zanzibar. Mheshimiwa mgeni rasmi, Tume imekamilisha maandalizi ya nyaraka mbalimbali kwa ajili ya uchaguzi mkuu 2025. Nyaraka hizo ni pamoja na kanuni za uchaguzi wa rais na madiwani za 2025, kanuni za maandalizi ya uchaguzi wa rais na madiwani za mwaka 2025 na maelekezo mbalimbali kwa ajili ya watendaji. Aidha, tumeshakamilisha zoezi la kugawa na au kubadilisha majimbo ya uchaguzi ya uchaguzi 272 kwa ajili ya uchaguzi wa bunge katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tutakuwa na kata 3960 kwa ajili ya madiwani kwa ajili ya Tanzania bara. Lakini tume imeanzisha majimbo mapya manane e, na katika hayo majimbo matano yatakuwa ya halmashauri za, ya za majiji na miji na manispaa, na majimbo matatu enye halmashauri za wilaya. Aidha, tume iliridhia na kubadilisha majina ya majimbo kumi na mbili kama ambavyo mewasilisha Mheshimiwa mgeni rasmi, hivi sasa tumeendelea na zoezi la uboreshaji wa awamu ya pili, kama anivyosema, kwa ajili ya kwenye magereza na vyuo vya mafunzo.